ya Samia. Simba imeenda finali. Malengo ya pesa kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Ah, maana yake baada ya penalty yetu kataliwa, tulijua tu, maana yake mwalimu katumia mfumo, tumeshambulia mwisho, siku kaamua alinde moja kwa moja. Mimi mwenyewe kwa sina pressure nijua tu ateba kushaingia wala atakuja kwa discipline tu basi. Uko kwenye hali gani Mvimba, baada ya muamuzi eh kupata goli, kupata goli mwamuzi akasema ka, so goli kwenye beia <laughs> <laughs> alikuwa na hali nzito sana kwa sababu ii Simba mnaiona ina deni la kimya kimya la marehemu Magufuli, Mungu amlazima lapema peponi. Alishatabiria na alitutuma Simba hiyo klabu ya kwanza kuleta taji Tanzania. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu malengo yale yanaenda kukamilika. Kama walisema tumecheza fainali ya Biola, sasa wanasema tumecheza fainali ya Mama Samia. Sisi bado tunapambana na malengo yetu tu. Nipeleka yule Haji Sande Manara kusema Simba akiingia Simba finali akiingia akiingia finali Simba Sports anakuwa kwenye hali gani? Sasa una una nini la kumwambia Haji Sande Manara? Ah, yule hadi kishaingia kitambo tokea alivyoachwa na mwanamke wake. Yeah. Sasa sasa, sasa hivi tunashughulika na malengo yetu. Alikuwa anatafuta sehemu ya kujikimbilia tu. Yeye, yeah. Kama kaachika kisha kuwa ex bakia na na uekse wake. Simba ngoma finali na kwaweza Mwenyezi Mungu ndugu zetu wacheza finali kombe alijaja Bongo, ila tunaambia Simba, si tunaleta kombe Bongo, wataliona. Na kwa uwezo Mwenyezi Mungu, kombe tunabeba tu, ubaya ubora msimu huu, ubaya ubora lazima ende na mandoo tu, tunabeba yote. Simba kama Arsenal yote anakuja tu. Mwaka huu ligi kuu tunaichukua ile, na lipya tunaichukua, na ili hapa tunalibeba tu, vivyo vyote tu. Eh, tumwezi marehemu Magufuli Mnyama Simba alikuwa na uh, shida gani leo Mvimba JR? So so mpira wake mnyama Simba leo unaona uh, mwalimu mpaka alikuwa anababaika kufanya sabu, uh, Kip Dennis Prosper, Erim uh, Panzo Kibisawara. Watu walichukua mechi rahisi sana, Simba Sports alikubaliza kule Tunis. Ah, unajua ni malengo tu ya mwalimu tu. Kwa sababu nyumbani tulishapata goli moja bila eh na mwendezo wa South Africa pale wenzetu wote, timu zao zote tatu hazijawahi kufunga kwao, na sisi tumemaliza. Zilikuwa ni planetu wa mwalimu. Inafika wakati we shabiki baki na ushabiki wako, mwalimu kasomea heshima, maamuzi yake. Tukienda hivyo, malengo anatimia tu. Simba nguvu moja, shughuli bado haijaisha. Kwa Mkapa tulitengezewa sisi elfu mbili na tatu tulitengezewa sisi ule uwanja elfu mbili na tatu kwa wale mapokezi, na kwa Mkapa ule ule ule uwanja wetu, twenda kuchukua ndoo inshallah, kuweza mwenyezi Mungu cha umuhimu dua tu, shughuli imeisha, kombe la kwenu. Mvimba usiulize kabisa, na Nabelekane tunaenda na kauli ile ile, mwanamke anaolewa kwao. Yeah. Naweza tukambaza naye nyumbani kule, kule. Huko, yeah. Tunakuja kufanya sherehe tu. Na kina KVZ ndio shughuli zake, alipiga piga kelele tu. Yeye anataka nafasi ya tano bila kuingia uwanjani, ila Simba tuko na nafasi nne lakini yaani hatujijui ya kama tuko nne tume relax tu sasa, ule beekane, tuwape siri tu beekane, na sisi tunagombea nafasi ya kucheza ile mashindano makubwa ya dunia ya, duni ya, ya vilabu. Ndio nataka tumchinje ule baadaye tukacheza na kina Arsenal. Arsenal kishachukua kombe la Ulaya, Simba kishachukua Afrika, tunakutana mbele za Safari. Aa, alafu na bingwa huku Sundowns, tunaenda kukutana Super Cup. Atamwacha salama simba hii goli ilipatikana Zanzibar, msiba mwenda kupatikana South Africa, auwa, Mungu amweke salama, katupeleka mvimba anenepa Eh, majina ya mpira ya wacha tunenepe e. Simba yetu, ushindi ni wetu. kesho kuna holiday e, tuwasubiri msemaji wetu tu atoe kauli, na sisi tuanze kufanya kazi. Kwa mama Samia ampelekea kikombe Mama Samia tunampelekea kikombe kama kwenye ushindi wake wa uchaguzi, ushindi mkubwa na kikombe kikubwa kinakuja Tanzania. Hatuna maneno maneno, sisi hatuna eh, maneno maneno maneno. Wachole ndugu zetu waendelee na muungano kudumisha muungano. Mwenyezi Mungu, malengo yale yanaenda kukamilika. Kama walisema tumecheza fainali ya Biola, sasa wanasema tumecheza fainali ya Mama Samia. Sisi bado tunapambana na malengo yetu tu fainali Simba Sports anakuwa kwenye hali gani sasa? una, una nini la kumwambia Haji Sande Manara? Ah, yule hadi kishaingia kitambo tokea alivyoachwa na mwanamke wake yeah. Sasa sasa hivi tunashughulika tu. Yeah. Yeah, kama lengo letu alikuwa anatafuta sehemu ya kujikimbilia tu yeye, kama kaachika kisha kuwa ex baki na, u, na uekse wake Simba, ngoma fainali na kwaweza Mwenyezi Mungu, ndugu zetu wacheza fainali kombe alijaja bongo, ila tunaambia Simba si tunaleta kombe bongo, wataliona na kwaweza Mwenyezi Mungu, kombe tunabeba tu aubaya ubwela msimu huu lazima ende na mandoo tu tunabeba yote. Simba kama Arsenali yote anakuja tu mwaka huu. Ligi kuu tunaichukua, ili nalipya tunaichukua, na ili hapa tunalibeba tu kivyo vyote tu. E, tumwezi marehemu Magufuli. Uh, so, so, mnyama Simba alikuwa na shida gani leo Mvimba Mvimba Jr? So mpira wake mnyama Simba leo Unaona, eh, mwalimu mpaka alikuwa anababaika kufanya sabu watu walichukua mechi rahisi sana. Simba Sports alikubaliza kule Tunisia. Ah, unajua ni malengo tu ya mwalimu tu kwa sababu nyumbani tulishapata goli moja bila eh, na mwendezo wa South Africa pale wenzetu wote timu zao zote tatu azijawai kufunga kwao na sisi tumemaliza kwa ni planet wa mwalimu. Inafika wakati wewe shabiki baki na ushabiki wako mwalimu kasomea heshima maamuzi yake. Tukienda hivyo malengo anatimia tu. Simba nguvu moja, shughuli bado haijaisha. Kwa Mkapa tulitengezewa sisi elfu mbili na tatu tulitengezewa sisi ule uwanja elfu mbili na tatu kwa wale mapokezi, na kwa Mkapa ule ule ule uwanja wetu twenda kuchukua ndoo, inshallah, kuweza Mwenyezi Mungu cha umuhimu dua tu, shughuli imeisha, usiulize kabisa. Na belekane tunaenda na kauli ile ile mwanamke anaolewa kwao. Eh. Naweza tukambaza naye nyumbani kule kule. Huko tunakuja kufanya sherehe tu. Mtania wako ngapi la kumwambia? Alisema shughuli yako inaisha hapa hapa, lakini Mungu Mwenyezi Mungu kasaidia umeenda finali. Ah, mtania wako namtakia kila la heri tu, ajiandae na muungano tu kule, eh, na kina KVZ ndio shughuli zake alikuwa nayo. Alipiga piga kelele tu. Yeye anataka nafasi ya tano bila kuingia uwanjani. Ila Simba tuko na nafasi ya nne lakini Yaani hatujijui ya kama tuko nne, tume relax tu. Sasa ule beekane, tuwape siri tu beekane, na sisi tunagombea nafasi ya kucheza ile mashindano makubwa ya dunia ya, duni ya, ya vilabu ndio nataka tumchinje ule baadaye, tukacheza na kina Arsenal Arsenal kishachukua kombe la Ulaya, Simba kishachukua Afrika, tunakutana mbele za Safari, alafu na bingwa huku Sundown tunaenda kukutana na Super Cup. Hatuamwacha salama simba hii goli ilipatikana Zanzibar, msiba umeenda kupatikana South Africa. Auwa, Mungu amweke salama, katupeleka Mvimba anenepa. Mvimba akiingia finali utakuwa mara mbili yake Mvimba, jina Mvimba. Eh, majina e ya mpira haya, wacha tunenepe Simba yetu, ushindi ni wetu, kesho kuna holiday. Eh, tuwasubiri msemaji wetu tu atoe kauli na sisi tuanze kufanya kazi. kwa mama Samia tumpelekea kikombe Mama Samia tunampelekea kikombe kama kwenye ushindi wake wa uchaguzi, ushindi mkubwa na kikombe kikubwa kinakuja Tanzania. Hatuna maneno maneno, sisi hatuna eh, maneno maneno maneno, wachole ndugu zetu waendelee na muungano, kudumisha muungano.